asa an yakuna habibaka yawman ma sikiza, semaje? Ahbib habibaka haunan ma. Unapompenda mtu usimpende 100%. Zuia kidogo, zuia kidogo, usimweleze kila kitu yako, mpaka siri zako na kila. Kuna baadhi ya vitu zuia. Kwa nini? asa anyakuna baghidhaka yawman ma. Siku moja huyo unayempenda ambaye umemweleza kila kitu, huenda siku moja akawa adui yako na iko na siri zako zote

Huyu mtu baadaye mukakuwa na uhusiano mkapendana, labda nyinyi wawili hamupendani, lakini kadar mtoto wako na mtoto wake wakasoma shule pamoja wakapendana, ikabidi uwaozeshe na mtu ulikuwa unamchukia. Kila kitu iko na mipaka, waja'alnakum ummatan wasata. Lakini mtu hafai kuchukia mwenzake kabisa. Chuki inakufanya usione mazuri ya mtu. Mtu kama humpendi, huoni mazuri yake na mtu kama humpendi daima unaona mabaya yake, kisha inakupelekea usiwe na uadilifu, usiwe na insaf. Ukimchukia mtu inakuwa rahisi kumdhulumu, inakufungulia milango ya shari. Lakini kuna wakati fulani unaruhusiwa kuchukia, kuna wakati fulani unaruhusiwa kuchukia, bali unapata thawabu ikiwa wachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika imani ni kupenda kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya maslaha, na unamchukia mtu kwa sababu ya kwa ajili ya Allah kwa ajili ya Allah.